ni kushukuru sana katibu tawala mkoa kwa maandalizi ya hafla hii leo, nikiwa shuhuda wa makabidhiano ya hizi pawatila thelathini na nne kwenye halmashauri zetu. Tunalo jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula cha kutosha, lakini kilimo ni biashara, tunazalisha na ziada kwa ajili ya kuuza, kuongeza pato la kaya, pato la mkoa, na hatimaye pato la taifa. Kwa hiyo, ni matarajio yangu vifaa hivi ambavyo tunakabidhi leo, ndani ya muda mfupi na msimu wenyewe kama tulivyo uona tayari, mtaenda kuweka miongozo vizuri, mtaenda kuandaa vituo ambavyo viko tayari viende vikatumike. Sitegemei nipite kwenye halmashauri nikakuta tena mmeviweka ngazi ya halmashauri. Kwao sisi kama mkoa tunajipanga, baada ya leo hii kuwakabidhi, baada ya wiki moja tu tutataka tukague kwenye halmashauri, angalau tuone vituo hivyo ambavyo mmeanzisha na namna gani mmepeleka elimu kwa wakulima wetu, kwamba angalau wanaweza wakasaidiwa kukodisha zana hizi za kilimo kwa bei nafuu lakini ni namna gani mmeweka mkakati wa maandishi nikija nitausoma kwa hiyo tumepewa hii dhamana kubwa kusimamia twendeni wote tukasimamie tuhakikishe kwamba wakulima wetu wanaendelea na kuwa na zana endelevu kila wakati ili kilimo chetu kiwe na tija mnajua kabisa ajenda yetu tulionayo ni Tanzania kuwa ghala la chakula la Afrika sasa bila zana bora za kilimo hatuwezi kutoka kwa hiyo mheshimiwa rais anatekeleza kwa vitendo na sisi tuhakikishe kwamba tunamuunga mkono kwa kusimamia lakini pia tunaenda unazalisha una ruzuku ya mbegu, una ruzuku ya mbolea, bado yote haya yamemlenga mkulima wetu wa Singida. Lakini nikirudi kwa wakulima wenyewe, utayari nao ndio kila kitu. ni waombe wawe tayari, serikali imewafikia waliko. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, serikali yetu imejipambaniwa ili kuwawezesha wakulima waweze kuongeza uzalishaji, ni lazima tuwe na zana za kisasa za kuwarahisishia wakulima. Tunafahamu sisi mkoa wetu tunategemea zaidi kilimo. Na kilimo ili kiweze kufanikiwa ni zana za kilimo pamoja na mbegu bora. Mheshimiwa Rais ameshajipambanua na kama alivyokuwa ameahidi, sisi Singida tunashuhudia leo, tunaanza kupata zana za kilimo tayari kuanzisha vile vituo vya zana za kilimo katika halmashauri zetu, ili wananchi waweze kuzitumia hizo zana, hatimaye waweze kunufaika kuboresha kilimo chao. Kwa hiyo ni jukumu sasa la wakurugenzi kuhakikisha kwamba tunaanzisha hivyo vituo vya zana za kilimo, ili na wananchi kuwahabarisha kwamba kuna zana zimekuja ili waweze kuja kuziaccess, na tuanzishe utaratibu mzuri wa jinsi gani mwananchi mmoja asije akachukua kaenda anakaa na kifaa hicho muda mrefu, wakati mwananchi mwingine anasubiri. Katika msimu huu tunategemea mvua wakati wowote, huu ndio wakati wa, wa kuandaa mashamba kwa hiyo vifaa hivi vimefika wakati muafaka. Jina langu ni Choaji Kati, mtaalam msaidizi wa huduma za uchumi na uzalishaji mkoa wa Singida. Leo tulikuwa na hafla hapa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa alikuwa akikabidhi pawatila thelathini na nne kwa kurugenzi wa halmashauri tano. Halmashauri ya wilaya Kungi amepata pawatila kumi na tano, Ukalama wamepata kumi na mbili, Singida DC wamepata pawatila tatu, Ukalama na Iramba wao wamepata pawatila mbili mbili, na hii ni kwa awamu ya kwanza awamu ya pili na zingine zinakuja ambapo kila halmashauri itapata pawatila, lakini pia na mashine zingine za kilimo kama trekta, planta na kadhalika, ambazo zitatunzwa kwenye vituo vya zana za kilimo. Lengo la mpango huu wa serikali ni kufikisha zana za kilimo karibu na wakulima, lakini pia kuwafanya wakulima waweze kupata hiyo huduma ya upatikanaji wa zana za kilimo kwa bei nafuu ikilinganishwa na, na ile ambayo wanakodi kwa watu binafsi. wito wangu kama e, katibu tawala msaidizi naisimamia shughuli za kilimo kwenye mkoa, ni kuwaomba wakulima sasa wahakikishe wanatumia zana hizi e, kuongeza maeneo ya kilimo ili sasa waweze kulima kwa tija zaidi na kuongeza uzalishaji. Tunatarajia kwamba kwa maeneo haya ambayo yamepata hizi zana uzalishaji utaongezeka maradufu ukilinganisha na ule ambao hivi sasa tunao, kwa sababu wakulima watakuwa na uwezo wa kuandaa shamba mapema, lakini pia kuandaa maeneo makubwa kwa bei nafuu. Sasa ile e, kiasi ambacho walikuwa wanakitumia kwa kukodi kwa matrekta na pawatida kwa, kwa, kwa watu binafsi kiasi hicho sasa watakitumia kupata pembejeo, kwa mfano mbolea za ruzuku, lakini mbegu za kisasa. Kwa hiyo tunategemea kwamba msimu ujao wa kilimo e, ma mavuno yataongezeka maradufu na wakulima watapata tija ya uzalishaji. Sisi kama wakulima wa Singida tumefurahishwa sana jitihada ambazo zinafanywa yeah. na serikali katika eh, kuwawezesha wananchi kujikwamua kiuchumi. Watu wengi sana huwa wanaacha kulima kwa sababu hawana zana za kilimo. Kwa hiyo kwa jitihada hizi ambazo zinafanyika, huduma hii kusogea kwenye kata au kwenye vijiji na zana kuwepo kwa gharama nafuu, utahamasisha watu kuingia kwenye kilimo. Lakini mbegu zimekuwepo kila wakati, lakini sasa hivi hii gap ya zana za kilimo itaendelea kuongeza uzalishaji zaidi, hasa wa zao la alizeti ambalo ndio zao ambalo linalimwa zaidi katika mkoa wa Singida. Tutarajie Singida kuchangia kwa kiasi kikubwa, hasa katika kulisha mikoa mingine ya jirani kama mkoa wa Dodoma na mikoa mingine, lakini Singida inaenda kuchangia kwenye ajenda ambayo inazungumzwa ya kuifanya Tanzania kuwa ghala la chakula katika bara la Afrika.